Martin Luther, yule mrekebishaji, hakuwa tu jasiri na mwenye akili nyingi, bali pia alikuwa mtu wa kawaida kabisa. Alifanya Biblia iwe rahisi kueleweka kwa waumini wake na wanafunzi wake. Meza yake ya chakula cha jioni mara nyingi ilikuwa imezungukwa na viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa, wanafunzi wa chuo kikuu na majirani mazungumzo yake na wakati wa chakula cha jioni yalikuwa ya kuvutia yenye kubusa mioyo na pia eh, yenye kutia moyo pia yalikuwa hatari kwa sababu alikuwa anapinga mila za kidini za wakati wake mazungumzo yake mengi yaliandikwa chini na hatimaye yalichapishwa mwaka 1624 miaka sabini na nane baada ya kifo chake kitabu hicho kinaitwa kwa urahisi mazungumzo ya meza ya Martin Luther kimechapishwa tena mara nyingi katika kipindi cha miaka mia nne iliyopita. Kwa kweli, mimi hivi karibuni nilifungua nakala yangu na kusoma baadhi ya kauli zake alizotoa pale mezani kwake, kama hii hapa. Alisema, tumeacha neno safi na wazi la Mungu na tumeenda kutoka kwenye chemchemi safi hadi kwenye dimbwi la majima chafu la maji machafu yanayofundishwa na watawa na mapadri. Basi unaweza kufikiria shida ambayo kitabu hiki kidogo kililetea kanisa Katoliki. Kwa kweli, Papa Gregory c aliamuru kitabu cha Table Talk kichomwe moto kama uzushi, na mtu yeyote aliyekuwa akificha nakala yake achomwe moto hadi kufa pamoja na kitabu chenyewe. Martin Luther alikuwa anafanya kile ambacho Bwana Yesu alikuwa anafanya mezani, kurejesha tena maji safi na wazi ya ukweli wa Kibiblia. Sasa e, katika hatua hii ya somo letu, Yesu anakula pamoja na viongozi wa kidini, wanafunzi na majirani. Atakuwa na mazungumzo mezani hapa katika Luka sura ya kumi na nne. Sasa e, Yesu amekubali mwaliko wa chakula cha jioni. Luka anaandika hapa katika mstari wa kwanza kwamba ilikuwa katika nyumba ya mmoja wa viongozi wa Mafarisayo. Sasa inaonekana wazi kuna mtu anayeteseka na ugonjwa karibu na mlango wa mbele. Eh, wasomi wanaamini kwamba aliwekwa pale makusudi ili kuona kama Bwana angemponya na na bila shaka kwa mtazamo wa Mafarisayo tena avunje Sabato. Mtu huyo ameandikwa hapa katika mstari wa pili kuwa na ugonjwa wa matende. Eh, huu ulikuwa ni hali ambapo mwili unavimba kutokana na maji mengi kupita kiasi. Inaweza kuwa na maumivu makali sana. Basi wakati kila mtu anatazama, kweli kabisa, Bwana anasimama pale mlangoni na anamponya yule mtu na kumruhusu aende zake kwa furaha. Kisha Yesu anawageukia viongozi wa kidini, anajua wanachowaza na anawaambia hapa katika mstari wa tano: ni nani kati yenu ambaye mwanawe au ng'ombe wake akianguka kisimani siku ya Sabato hatamtoa haraka? Basi jibu ni wazi kabisa wanafanya kila wawezalo kumwokoa mwanao na pia mnyama wao wa shambani. Mstari wa sita unasema e, hawakuweza kujibu mambo haya. Bila shaka hawawezi, lakini pia hawako tayari kukubali kwamba Yesu yuko sahihi. Sasa kwa kuwa ameshika usikivu wao, Yesu anatumia fursa hii kuwafundisha jambo lingine. Ameona kwamba alipofika kwenye karamu hii ya chakula, kila mtu alikuwa anagombania viti vya heshima ambavyo vingekuwa karibu na mwenyeji wa mlo huu. Hivyo Yesu anatumia jambo hili aliloliona kusimulia mfano kuhusu karamu ya harusi, na hebu niufupishe. Yesu anasema yule anayeketi kwenye kiti cha heshima anaweza kujikuta akiaibika pale mwenyeji atakapofika na kumwomba aache kiti hicho kwa sababu mgeni mashuhuri zaidi amewasili. Lakini yule anayechagua kukaa nyuma kabisa kwenye chumba, ataheshimiwa mbele ya wote, ikiwa mwenyeji atamwalika ahamie sehemu ya juu zaidi, iliyoonekana na yenye heshima zaidi. Sasa Yesu anajua mahali ambapo hisia zao ni dhaifu na kwa kusema ukweli, anachokoza eneo hilo kupitia mfano huu. Yesu anahitimisha mfano huu hapa kwenye mstari wa kumi na moja akisema, kila anayejikweza atashushwa na anayejinyenyekeza atakwezwa. Na niambie, kanuni hii si kwao tu, ni kwa ajili yako na mimi pia. Mungu atawashusha wale wanaojitukuza wenyewe, lakini wale wanaojinyenyekeza mbele za Bwana basi atawainua kwa wakati wake. Sasa basi, hapa kwenye mstari wa kumi na mbili Bwana anazungumza na yule mtu anayetoa karamu hii, na Yesu anaonyesha kwamba e, kumwalika marafiki na wageni muhimu, e, basi hakika hilo litamfanya naye alikwe kwenye karamu zao siku zijazo. Hata hivyo, kama kweli anataka kuwa baraka e, e, kwa watu, baraka kutoka kwa Mungu, Yesu anamwambia hapa kwenye mstari wa kumi na tatu, waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utabarikiwa, kwa sababu hawawezi kukulipa. Kwa maneno mengine, hawataweza kukualika tena na kukulipa kwa mwaliko mzuri. Sasa, aina hii ya orodha ya wageni ambayo Yesu ametaja inaonyesha mtu anayedhihirisha moyo wa Mungu, mtu ambaye ni mnyenyekevu wa kweli, mwenye upendo na huruma. Na Yesu anaahidi kwamba katika ufufuo ujao, Mungu atamlipa mtu mwenye mtazamo huo kwa wengine. Basi mtu mmoja kwenye karamu hii ya chakula anasema hapa kwenye mstari wa kumi na tano heri kila mtu atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Ni wazi anafikiri kwamba viongozi hawa wote wa kidini wataingia, kama si kila mwanachama wa taifa la Israeli; wote watapata furaha ya kula chakula cha jioni katika ufalme. Lakini Yesu anajibu dhana hiyo isiyo sahihi kwa e, kuingia kwenye hadithi nyingine. Anakaribia kusimulia mfano mwingine, anasema hapa kwenye mstari wa 16, mtu mmoja aliandaa karamu kubwa na kualika wengi. Sasa hebu nisimame hapa kidogo nikuambie, kwamba sherehe ya chakula katika siku hizo ilikuwa jambo kubwa sana. Mialiko ilitumwa mapema sana na kawaida ya eh, siku ya tukio ilitangazwa, lakini si muda kamili. Sasa mwenyeji aliposhajua ni nani waliopanga kuhudhuria, familia yake ilitumia siku kadhaa kuandaa chakula chote kilichohitajika. Kwa hiyo pale zile steak zilipokuwa karibu kabisa kuondolewa kwenye jiko, na ile viazi vilivyopondwa vilipokuwa tayari kabisa kuongezewa kijiko kingine cha siagi, na kwa njia hiyo ndiyo aina ya chakula cha jioni ningependa kuhudhuria, basi mwenyeji angepeleka tena mwaliko mwingine kwa wote waliokuwa wamesema watakuja, na hapo ndipo ingekuwa muda wao kuanza kuelekea nyumbani kwake. Sasa Yesu anaelezea mtumishi wa mwenyeji akirudi, unajua, baada ya kukimbia kote kijijini na kumwambia bwana wake, hutaamini, wale watu wote waliokuwa wamesema watakuja basi hawatakuja tena. Mmoja alisema ah, mimi nimenunua shamba na lazima niende kuliona. Mwingine akasema, mimi nimepata mafahali na nahitaji kuwachunguza. Na bado mwingine, loo, nimeoa tu. Sasa, hizi zote sio tu visingizio vibaya bali pia zilikuwa uongo. Huwezi kununua shamba bila kwenda na kulikagua kwanza. Huwezi kununua mafahali kisha uende kuangalia na kuona kama wanafaa kufanya kazi. Huwezi kusema ah, nimeoa tu, kana kwamba unamaanisha mkeo hataki uondoke nyumbani. Unajua, ni kosa lake kabisa. Nikuambie hivi, visingizio dhaifu vinaonyesha kwamba hawakujali kabisa kuhusu karamu hiyo, na kibaya zaidi, hawakumjali hata mwenyeji wa karamu hiyo, hawakuonyesha heshima yoyote kwake. Sasa kutokana na hilo mwenyeji, katika mfano wa Yesu, anawatuma watumishi wake kwenda kuwaalika wengine e, mstari wa 21: maskini, vilema, vipofu na vilema wa miguu. Sasa vipi kuhusu wale watu waliokuwa wamealikwa awali na wakamdharau mwenyeji? Mwenyeji anasema hapa kwenye mstari wa 24, hakuna hata mmoja wa wale watu atakayeonja karamu yangu. Sasa unahitaji kuelewa kwamba mfano huu ni onyo la kitaifa lisilopaswa kukataa neema ya Mungu. Mungu alikuwa ameialika Israeli kutubu na kujiunga na karamu, lakini hawa viongozi wa kidini na taifa kwa ujumla wanapuuza mwaliko huo. Hawana heshima yoyote kwa Mwana wa Mungu na hawana chochote zaidi ya visingizio dhaifu. Hebu nikuulize kitu. Je, unakataa mwaliko wa Mungu kuja kwenye meza ya karamu ya wokovu? Kama unafanya hivyo, basi kisingizio chako ni kipi? Nimesikia visingizio vingi sana katika miaka yangu ya huduma. Mimi ni mdogo sana, nataka kuishi maisha yangu kwanza kwa muda kidogo. Mimi ni mzee sana ni kuchelewa sana kukubali kwamba nimekosea miaka yote hii. Unamaanisha nitalazimika kuacha starehe zangu za dhambi nikimfuata Kristo. Au nimesikia a, sihitaji kuokolewa mimi, ni bora kuliko watu wengi ninaowajua wanaoenda kanisani. Haya yote ni visingizio vibaya, kwa kweli ni visingizio dhaifu vya kukataa mwaliko wa neema wa Mungu. Je, siku moja utaketi mezani kwenye karamu ya furaha na shangwe katika ufalme ujao wa Bwana?